Naam mtazamaji wa Trend TV, bwana, kuna baadhi ya wachambuzi wa mziki kupitia mitandao ya kijamii wameamua kuweka maoni yao. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba tumekuwa tukizungumza kuhusiana na vitu vingi sana ambavyo wadau mbalimbali wamekuwa wakivizungumza kuhusiana na hiki kitu ambacho kinaendelea huko mitandaoni kuhusiana na ugomvi wa Zuchu na, na mwanadada Rita ambaye inafahamika kwamba Rita ni mchepuko wa Diamond Platinum. Sasa huyu hapa anaitwa Haja The Credible amekuja kuweka ujumbe wake hapa kupitia ukurasa wake wa Twitter akiwa anaelezea sakata hilo hilo, lakini kwa jinsi ambavyo alivyozungumza, ameni kama vile ameweka wazi kwamba kwamba, hapa bwana, kwa kifupi tu ni kwamba Diamond hawezi akaja akatulia eti akaoa atulie, asiwe na haya mambo ya kuchepuka au asiwe na wanawake huko nje, kutokana na kwamba huyo Diamond amepata umaarufu kupitia mambo haya haya ya wanadada, na Diamond ni master wa makiki hapa mjini Yani kwamba katika suala la kutengeneza stanti kwa ajili ya kuzungumziwa huko mitandaoni Diamond ndo amekuwa akifanya hizo mambo tokea kitambo hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho aweza akaja kubadilika anytime soon. Kwa hiyo Zuchu lazima akubaliane na hiyo hali na ajue kabisa kwamba suala la ndoa hapa, kwa namna moja au nyingine, ni kipengele. So huyu hapa haja the credible kupitia ukurasa wake wa Twitter ameandika kwamba, mziki, mapenzi na showbiz. heka heka ndio chanzo cha mafanikio na vichocheo kwenye biashara ya Diamond Platinumz since day 1 mwaka 2019 anatoboa tenga. Lakini sasa kwa sasa hivi hiki kinachoendelea, mwambieni Zuchu, um, mwambieni Zuchu afocus, aendelee aend, aandae maisha yake bora, yeye na mume wake wa baadaye ambaye sio Diamond huyu eh, huyu wa Rita kwa sasa. Kuna mdau hapa ameandika hivyo, so hapa, the main the main point, ameandika kwamba mwambieni Zuchu afok, focus yake iwe ni kazi na andaye maisha bora ya yeye na mume wake wa baadaye ambaye sio Diamond huyu wa Rita kwa sasa. Umeona? Yaani ina maana kwamba yani Zuchu yeye kama bwana anatamani kuja kuwa na familia siku moja, anatamani kuja kuwa na ndoa yani ameolewa, basi atafute hiyo, yani aanze kuandaa hayo maisha sasa hivi na mwanaume mwingine lakini ajue kabisa kwamba huyo mwanaume hawezi akawa Diamond. Naona, bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Je, unasadiki hilo kwamba Diamond hatakuja kumuoa Zuchu na Zuchu, kama anataka kuja kuwa na familia na kuolewa, atafute mwanaume mwingine, lakini sio Diamond? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.